Nam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza akikisha unabonyeza alama nyekundu ili endeko kwa subscribe. Kwa mara ya kwanza Tanasha ameweza kuposti, uh, posti aliyoiposti Diamond Platnumz uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza ku, ku, kuonyesha upendo wa dhati kwa uh, mzazi mwenzake au uh, baby daddy wake Diamond Platnumz kwa sababu Uh, tunaona uh, Diamond kwa mara ya kwanza ameweza kuonyesha interest na ameonyesha upendo wa dhati kwa kijana wake Naseeb Junior na kuweza kupost na kumwambia, kuandika kwamba uh, Diamond Friendly, mwenye filter ya Kikenya, kitu ambacho kinaashiria upendo, lakini pia inaonekana kabisa kwamba uh, anamkubali sana na Naseeb Junior kutokana na amepata uh, mtoto huyo wa kiume ambaye anaonekana wamefanana uh, sana. Sasa tunaona Tanasha Donna Okech pia ameweza ku ameweza ku reply ameweza kurudisha ya upendo huo kwa Diamond kwa sababu uh, tunaona sasa hivi mapenzi yao ni kwa ajili ya Nasib Junior na inaonekana pengine labda hii ndio nafasi pekee ambayo inaonekana kwa Diamond uh, kuweza kumuonyeshia mapenzi ya dhati kijana kijana wake Naseeb Junior uh, kutokana, ni kitambo kirefu sana tumeona amekuwa busy sana na kazi na ametoa ngoma kadhaa, lakini pia kuna drama za Zuchu uh, lakini pia kuna ili sakata la yeye kumoa Zuchu, lakini halijamzuia uh, kumposti Naseeb Junior. Kitu hiki kinaonekana kabisa kwamba Uh, wawili hawa bado wana mawasiliano na inaonekana kabisa kwamba wanapendana kwa dhati, kwa sababu eh, kwa mara ya kwanza tuje kuona Diamond akiwa ameposti, eh, posti kuhusiana na Naseeb Junior. Na hii imekuja tu baada ya eh, Tanasha kuonyesha kwamba eh, kinyanawake yupo na anamlea vizuri anamlea vyema na amekua vizuri na ni tofauti, kipindi kile alikuwa ni mchanga, sasa hivi ni amekua kidogo na anaenda shule mwenyewe na kiukweli uh, Diamond ameonyesha support lakini pia Tanasha ameonyesha kukubali alichofanya Diamond, manake ame appreciate alichokifanya uh, Diamond kwa mtoto wake na Sejina. Dondosha mwanao akiisha na subscribe.